Kwa hiyo nilipoombwa kuja kuifanya kazi hii nimeipokea kwa unyenyekevu mkubwa sana. Kwa hiyo kabla sijaisoma hotuba niliyopewa, mniruhusu niseme yangu machache. Baada ya kuwaona nyinyi nyote ndugu zangu Gafla ya kanijia maneno ya Zaburi ya 133 maneno ya Zaburi ya 133. Na siku hizi ziko tafsiri nyingi za Biblia za Kiswahili, lakini mimi hupenda kutumia sana ile Swahili Union Version. Sababu, tuna Swahili Union Version, tuna Biblia habari njema, tuna Biblia neno. Neno ni lilelile, lakini tafsiri na Kiswahili inabadilika kwa, mimi hupenda sana kwenda kwenye ile eh, Swahili Union Version ya mwaka 1952 ambayo iliunganisha Biblia za Kiswahili za lahaja mbili. Chama cha British and Foreign Bible Society baadaye kiona ni gharama kubwa kuchapa Biblia za Kiswahili za lahaja mbili kwa matumizi ya watu wa, wa Kiswahili wa Afrika Mashariki, sababu wakati huo walikuwa na Biblia mbili tafsiri ya Biblia ya Kiswahili ya Kimvita Kiswahili ambacho kinazungumzwa na wenzetu wa pwani ya Kenya kuja mpaka wazungumzaji wa, wa lahaja ya Kimtangata Tanga, lakini pia tafsiri ya Biblia ya Kiswahili ya lahaja ya Kiunguja. Kwa hiyo baadaye wakaona waziunganishe hizi lahaja mbili, kuja na Biblia ya Union Version, kuunganisha hizi hizi lahaja mbili, na ndio maana kule mwisho wa Biblia wakaweka farahisi ya kumsaidia anayejua Kimvita neno la Kimvita lilipoachwa, basi ajue kwenye lahaja ya Kiunguja ni neno lipi. Kwa hiyo, kwa wenzetu wale wa Mvita ni jimbi, lakini kwa Waunguja ni jogoo. Kwa hiyo unajua, jimbi, jogoo, lakini wakaunganisha hizi lahaja mbili kutupa hii Swahili Union Version mwaka 1952 lakini baada ya hapo maendeleo ya lugha yameendelea. Sasa tuna Biblia habari njema ya Kiswahili cha sasa, lakini pia tuna Biblia neno ya Kiswahili cha sasa, lakini mimi hupenda zaidi kwenye Zaburi kurudi kwenye ya ile Swahili Union Version. Na, na na walio tafsiri walikuwa ni magiji wawili, kwa upande wa lahaja ya Kunguja alikuwa Canon Helia, lakini kwa upande wa lahaja ya, ya, ya, ya, ya Kimvita alikuwa Canon Taylor. Na, na Zaburi zilipata ladha el, nyingi sana kutoka kwa Canon uh, Taylor, ambaye yeye alikuwa nakaa Mombasa na alikuwa ni bingwa sana wa lahaja ya Kimvita, na ndio maana mkichukua kitabu cha nyimbo standard ambacho wasabato na waangilikana wa kinjiri tumechangia tume na tumechangia tenzi za rohoni, wenye tenzi ya rohoni, ukiona NS manake ni nyimbo standard, na ukiona NK, ni imetoka wa wasabato sasa e, watu wanapochukua tenzi ya rohoni wajue wajue, wajue hiyo. Sasa Zaburi sa, ya 133 inasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Na nyinyi mnasema nini wa safari ATAPE 2025 mmelitoa kwenye Zaburi ya 133 aya ya kwanza. Nasema tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Hermoni ushukao mlimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam uzima wa milele. Kwa hiyo kauli yenu, kauli mbili yenu, kutoka Zaburi ya 133 imetupa baraka kubwa sana. Na kama kuna jambo tunajifunza kwa nyinyi ndugu zetu wa Adventist wa Sabato, nyinyi ni ndugu mnaokaa pamoja kwa umoja.